Kwa kipindi cha miaka kumi, Msichana Initiative imesimama pamoja na wasichana kulinda haki zao, kukuza elimu yao na kujenga njia za maisha salama na yenye matumaini. Kupitia jamii mbalimbali, kazi yetu imewasaidia wasichana kuendelea na masomo, kupata huduma muhimu na kukua kwa kujiamini na heshima. Miaka kumi ya mchango miaka kumi ya kuamini katika nguvu ya msichana. Tunapoadhimisha hatua hii muhimu, tunaangalia mbele zaidi. Hii ni dira yetu, Kituo cha Wasichana cha Msichana Kiromo, kituo kilichobuniwa mahususi kuelimisha, kulinda na kuwawezesha wasichana kituo cha kujifunza na uongozi cha ushauri na saha ujuzi wa maisha na ustawi wa wasichana. Ni mahali ambapo wasichana wanaweza kuota, kukua na kufikia ndoto zao. Leo dira hii inaanza kuwa halisi. Msingi umewekwa, ujenzi umeanza. Kila hatua inaleta matumaini ya kituo kitakachohudumia vizazi kwa vizazi vya wasichana. Maendeleo haya yanawezekana kupitia ushirikiano, dhamira na imani katika mabadiliko ya kudumu. Leo tunazindua rasmi ujenzi wa kituo cha wasichana cha Msichana Initiative. Ni hatua muhimu si kwa Msichana Initiative pekee bali kwa wasichana na jamii tunazozihudumia. Tunawaalika wadau, washirika na wafadhili kuungana nasi katika kukamilisha safari hii. Kwa kuchangia ujenzi wa kituo hiki, umewekeza katika ulinzi, elimu na uwezeshaji wa wasichana. Kwa pamoja tunaweza kujenga zaidi ya jengo, tunaweza kujenga maisha ya baadaye. Msichana Initiative, miaka kumi ya nguvu kuijenga kesho iliyo salama na yenye matumaini kwa mtoto wa kike wa Kitanzania. Msichana mwenye ndoto ni moto.